karibu tena kwenye sauti ya mtaa podcast inayogusa maisha halisi ya vijana leo tupo kwenye episodi ya tatu tukizungumzia mada muhimu sana kijana na kilimo fursa ya dhahabu inayodharauliwa tuko hapa kuvunja mitazamo potofu na kuonyesha ukweli kuhusu nafasi ya kilimo katika maendeleo ya vijana hii ni sehemu ya kwanza mitazamo ya vijana kuhusu kilimo Leo nitakuwa na mgeni katika kipindi hichi. Kuna mahojiano mafupi ambayo nitakupitisha ili uweze kuyaona. Katika mada hii ya kijana na kilimo, tutaona mambo mengi ambayo yanaweza kutufunua kama vijana. Tuanze na sehemu hii ya kwanza ya mitazamo ya vijana kuhusu kilimo. Vijana wengi huona kilimo kama kazi ya watu wa vijijini au wazee, lakini sivyo hivyo kupungua kwa idadi ya vijana wanaochagua kilimo kama ajira kuu. Asali za mitazamo hii kwa mustakabali wa chakula na uchumi. Hakika hili ni tatizo na ni jambo ambalo linatakiwa ufumbuzi yakinifu. Hakika kwa sasa kilimo kama biashara, na kiukweli kabisa kilimo ni kitu muhimu, na ndio maana wainga walisema kilimo ni uti wa mgongo. Sasa twende tuangalie kilimo cha kisasa, mfano wa vijana waliowekeza kwenye kilimo cha mboga, matunda na sehemu mbalimbali. Lakini leo nina kijana aliyejiwekeza katika sehemu ya ufuta, mahindi pamoja na ufuta, ambao ndani yake ndicho kikubwa alichokuwa kidili nacho, anayepatikana katika mkoa wa Mtwara, wilaya ya Masasi vijijini. Ushuhuda wa kijana aliyetoka mjini akarudi kijijini na kuanzisha shamba lenye mafanikio leo utamwona. Sasa kuna changamoto nyingi ambazo vijana huwa wanapitia zinazowakabili vijana wakulima, na leo nitakusanua baadhi ya changamoto kwa ujumla ambazo vijana wengi hukutana nazo katika suala zima la kilimo. Jambo la kwanza kabisa ni ukosefu wa mtaji na ardhi. Vijana hawana ardhi na hawana mitaji ya kilimo cha kisasa. Kukosekana kwa elimu ya kilimo bora, vijana wengi ama watu wengi huwa hawana elimu bora ya kilimo cha kisasa. Soko la bidhaa na upotevu wa mazao ya, katika sehemu tofauti tofauti, tumesikia watu wakilalamikia mazao bei zinazonunuliwa, na hii pia ni kitu kimojawapo ambacho vijana wengi huwa wanakutana nazo kama changamoto. Sera duni au kuto kuwashirikisha vijana kwenye mipango ya kilimo. Changamoto zipo tena, zipo nyingi, lakini suluhisho pia zipo. Tunachohitaji ni ujasiri na taarifa sahihi ili kuweza kutatua changamoto hizo, hiyo ndo solution ya hayo yote. Sasa tuangalia fursa mpya katika kilimo, yani kilimo cha kisasa. Kwa wenzetu wanasema greenhouse au hydroponics, teknolojia za kilimo, matumizi ya drones, sensors, apps za kilimo. Hii ni mojawapo ya fursa mpya katika kilimo ambazo zinaweza kumfanya kijana akawa mtu mwingine kwa kupitia fursa hizi, kwa kupitia njia hizi, ushirikiano na taasisi zinazosaidia vijana wa kulima, ili uweze kufanikiwa na kutumia fursa ambazo zipo, kama ushirikiano na taasisi zinazosaidia vijana wa kulima. Njia nyingine ya kuweza kufanikisha ni kuanzisha vikundi vya ushirika kwa vijana. Vijana, sehemu yoyote ile mlipo ambao mnashiriki katika swala zima la kilimo ni vyema mgeanzisha vikundi vya ushirika ili kuweza kufanikisha hayo yote. Na hii ni moja ya interview yangu ama mahojiano yangu mafupi na kijana mkulima kutoka Mtwara. Ebana, mambo vipi? Nipo hapa na kijana mmoja yeye atajitambulisha ni nani na anatokea sehemu gani na kutuambia kina gaubaga juu ya masuala mazima ya kilimo na katika mkoa huu ni kitu gani kinalimwa kwa zaidi. Uh, mambo vipi? uh, mambo fresh eh bwana. Uh, jina lako ni nani na unapatikana katika maeneo gani? Mimi jina ni Mr. Kaumkumi. Ndiyo, unapatikana katika eneo gani ama kijiji gani? unapatikana katika wilaya ya Masasi, kijiji cha Makolani. Okay uh, katika kijiji cha Makulani zao kubwa la kilimo ni zao gani ambalo linaendelea hapa kwetu? Saa hizi tunashalima zao kubwa, mbazi, mahindi, ufuta na nachoroko nazo. Okay, uh, leo tuna kipindi kimoja ambacho kinaenda kwa jina la Kijana na Kilimo. Wewe kama kijana uh, umechukua fursa gani katika kilimo na kilimo gani ambacho wewe kama kijana umekilima na hicho kilimo ulichokilima kimefikia wapi na malengo yako ni yapi? Mi kilimo changu ni, ni, ni, ni mlima ufuta ndugu yangu. Ndiyo ufuta. Mpaka sasa hivi ukoje na una malengo gani katika ufuta? Ufuta wangu mse, uko fresh na nakaribia kama iki mbili sijazi zijazi naanza kukata k okay. uh, umelima kwa ukubwa gani katika shamba lako? Kuna ekari tatu. Okay, sawa kabisa jamani, kijana uliokuwa kitaa, hizi ni fursa ambazo zinapatikana katika mkoa huu wa Mtwara, katika wilaya hii ya Masasi. Kijana mwenzetu hapa yeye amedili na swala zima la ufuta, anasema amelima kama ekari tatu. Sasa kitu chochote unapokuwa unakifanya huwa kina changamoto mbalimbali. Wewe kama kijana ambaye umepambana katika kilimo, ni changamoto gani ambazo uliweza kupitia kipindi hicho ukiwa una lima zao lako la ufuta? Changamoto kubwa, ndugu yangu, mashambani tumesumbuliwa sana na ndovu. Ndio waliingia wanyama ndovu, tulipata shida sana kwa asaka. Ndio afu usitoshe, na shambani tukilingiliwa na ugonjwa wa nyaufu. Ndio. Ila ilalisoma mbaya sana kwa maendeleo kwa mazuri. Okay, uh, umesema kuna hivyo kuna ndovu pamoja na wadudu uh, uliwezaje kupambana nao mpaka sasa hivi? Unatuambia baada ya wiki mbili unaweza ukavuna. Sasa je, katika changamoto hizo, uliwezaje wewe, kijana wa kileo ambaye mpambanaji, ukapambania mpaka ufuta wako umefikia hatua hiyo? Ni njia zipi ambazo walipambania katika kuua wadudu na katika kuwafukuza hao wanyama? Wanyama tuliwafukuza kakuwasaka tu, kakushirikiana na wakulima wengi, ndio tukawasaka wanyama na wakaondoka. Mwisho wa siku tukaita maliasili wenyewe ndio wakaja kutusaidia kuwasaka wanyama. Sawa. Kuhusu magonjwa, tulipata pembejeo za kilimo tukaboresha mazao yetu yakawa mazuri. Ah, asante sana. Ah, ni kwa namna gani kijana uliokuwa mtaa leo, bila shaka umejifunza kitu kizuri kuhusiana na masuala zima ya kilimo. Katika wilaya hii ya Masasi, vijana wamechangamka katika kilimo wakiendelea kupambania mazao mbalimbali mbali. Ikiwemo ufuta, mahindi pamoja na mbaazi. Kijana mwenzetu ametuambia yeye amepambana amelima ekari tatu na siku si nyingi ataenda kuvuna ufuta wake, na tunamwombea kwa Mungu pia ufuta wake ukue vizuri, lakini halikadhalika wale watakaokuja kununua zao hilo waje kununua kwa gharama nzuri, ili yeye kijana wa kitaa aweze kunufaika. Sasa kijana, aa, kama hivyo umetuambia unaenda kuvuna ufuta, una lipi la kuzungumza kuhusiana na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Ni kitu gani ambacho unatamani serikali iweze kukusaidia kijana, ambaye unapambania kuhusu masuala mazima ya kilimo? Ni kitu gani ambacho unatamani serikali waweze kusaidia? Naomba serikali kipaumbele kwa wakulima, wanunue mazao yetu kwa bei nzuri, ili tufanikishe malengo yetu na tuendelee kupambana kwa kilimo chetu. Asante sana. Bila shaka hili swala serikali na viongozi mbalimbali watalisikia, hususa katika wilaya hii ya Masasi. Basi nikupe nafasi ya upendeleo, utume salamu kwa watu watatu ambao unaowapenda waliokuwepo sehemu mbalimbali, na ukiwa na ujumbe wa kuwasalimu na kuwapa pia lolote. Mtu wako wa kwa kwanza ni nani? Natuma salamu kwa mke wangu mtarajiwa. Ndio, ya yuko Masasi Nyasa. Ndio, salamu kwa mtu wa pili. Salamu kwa mtu wa pili. <laughs> Natuma na salamu kwa bibi yangu Bitaasari aliyepo hapo Makulani. Ndiyo, mtu wa tatu. Naomba utume salamu kwa kijana yoyote na umpe ujumbe juu ya mazingira ya kilimo. Natuma salamu kwa ndugu zangu, kwa ndugu yangu hapo shambani na wapa hongera na wasi endelee kupambana na kilimo. Asante sana, langu jina ni Mr. Andrew Jim Lope kutoka kutoka hapa, hapa Simulizi Tz. Hii ilikuwa ni episode ya tatu na tumefanya mahojiano na kijana huyu. Asante sana na kwa heri. Hakika kilimo ni zaidi ya jembe na jua, ni fursa, ni ajira, ni uhuru. Vijana, tukilitazama kilimo kwa jicho la biashara tutabadilisha mwelekeo wa maisha yetu. Hebu tuanze leo, mimi na wewe, tufanye kama huyu kijana wa kuitokao. Hakika ameweza, hakika ametisha. Shiriki maoni yako kwenye komenti. Je, umewahi kujaribu kilimo? ungependa kuingia kwenye kilimo gani? na je, una mawazo gani kama kijana wa kitaa kuhusu swala so zima la kilimo, maana kuna wenzetu wamefanikiwa. Usisahau kusubscribe, kushare na kuwakaribisha marafiki mbalimbali mbali kusikiliza sauti ya mtaa. Hadi wiki ijayo, mimi ni Andrew G Mlope kutoka hapa hapa Simulizi Tz ndani ya sauti za mtaa.